Wenzetu hawa tumeona kuna mambo ambayo sisi kule hatuna. Sasa tunataka tushukue mambo haya ambayo tunaona mazuri na yatakwenda kuleta tija, lakini vile vile sisi tuna katika ziara yetu hii, tuna mambo pia kuwashauri wenzetu ambao katika chuo hichi cha Bigwa, na wao kuendeleza na zaidi kuimarisha hizi fani zao. Kwa hivyo, kuna mambo mengi ya kujifunza katika kubadilishana uzoefu katika uh, taasisi hizi mbili, na sisi katika mageuzi haya ya elimu idara tunafanya assessment kwa ajili ya kuona sasa, tunaendelea tuna vipi kuzitoa zile program, na katika utaratibu upi na mikakati mipi ipi ambayo itaweza kusaidia katika kutoa elimu bora, elimu ambayo inaendana sana na wakati huu tulionao sasa. Kwa kweli tulichokiona na tukajifunza ni kwamba wenzetu wako mbele katika kuwapatia mafunzo vijana ya kuweza kujigomboa ambapo ni saa sambamba na ya kwetu, na tunajionea namna gani ambapo vijana hawa wanajikomboa kimaisha, kujisaidia wenyewe, yani kujitoa, pamoja na kupunguza mzigo mkubwa wa serikali kuwa na vijana tegemezi. Hapa niseme tu kwamba tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama samia Suluhu Hassan, pamoja na ile ya Serikali Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wazo hili lilikuwa zuri sana, na nishauri tu serikali kwamba vyuo hivi viboreshwe kwa kupatiwa vifaa zaidi na hizi fani na hawa vijana, kwa sababu wamevutika, wamepata awareness, yani mwamko sasa hivi tunapokea vijana wengi zaidi kuliko mwanzo. E, ni elimu ya ujuzi. Sasa hivi tunapozungumzia amali, ndio mambo ambayo mwalimu aliyaona miaka hamsini iliyopita kwamba nchi itahitaji watu wake wawe na ujuzi mbalimbali ili waweze e, kujitegemea. Na mlango wa tatu au mhimili wa tatu ni maendeleo ya jamii au maendeleo ya wananchi, ihusiane e, na maendeleo ya wananchi na tunaposema maendeleo katika nchi au ya mtu mmoja na nchi kwa ujumla huwezi kuyatenganisha na elimu e, hii tunayozungumzia inayotolewa ya watu wazima na hata elimu inayotolewa kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Tunapozungumzia kampeni mbalimbali, zinahitaji wananchi waelimishwe juu ya kampeni hizo. Tunapozungumzia demokrasia, maendeleo ya kidemokrasia, kupiga kura, kuenda kushiriki kupiga kura au uchaguzi, inahitaji watu wawe na uelewa wa maana ya uchaguzi na maana ya kushiriki uchaguzi. Vio kama hivi vinaweza vikaifikia jamii kutoa elimu hiyo. Baada ya kumaliza mi malengo yangu, nikishamaliza nijajili, kama itatokea nimeajiliwa sawa, ila nisipoajiliwa najajili mwenyewe, naendesha shughuli zangu mwenyewe, sababu yani miaka miwili sidhani kama nitatoka tena bila kitu. Nitashinda kufikiria hiki kile, amna. Kwa mimi naamini tu baada hapo Nikishinda kuajiliwa nitajiajiri, nita nitafungua ofisi yangu, nitashona, nitaweka baadhi ya vitu vya kuuza, naendelea na maisha. Kwa mimi nawashauri tu, jamani, waje kuchagua kozi yoyote ile, mtu ajisomee. Baada ya hapo, sio lazima ajiliwe, anaweza akajiajili, akaendelea na maisha mengine. Nilivyotoka nyumbani, nilikuwa baadhi ya vitu sivifahamu, baadhi ya vitu navifahamu nilikuwa uh, sifahamu <coughs> jinsi gani jinsi ya kufunga main switch, ila nilikuwa nafahamu tu jinsi ya kufunga switch ya one way. Baada ya kufika hapo, kawa nimelekezwa na nafanya kwa vitendo uh, mpaka sasa kwamba jinsi ya kuifunga main switch naweza safi, na jinsi ya kufunga baadhi ya vitu vingine naweza, mfano kufunga vitu vingine kama uh, two-way <coughs> switch ya intermediate pamoja na si chadp ambao sii chadp muda mwingi waganatumika kwa niaba ya <clears throat> kwenye AC kwenye hita ya maji. Malengo yangu mimi <clears throat> kusoma hapo hapo mpaka level 3 maana kwa sababu wanatoa kozi bora na yenye mvuto kwa watu, na ikiwezekana baada ya kumaliza level 3 nichukue diploma kama serikali itaniona na kuweza kuniajiri.